Alhamdulillah, wasallallahu wasalam wabaraka ala rasulillah. Salamu alaykum warahmatullah. Waislamu eh, naitumia fursa hii nadhani mnaona sehemu ambapo nipo. Kwa hiyo naitumia fursa hii kuanza, baada ya kumshukuru mwenyezi Mungu, kukushukuruni sana sana sana kwa hatua ambayo sasa eh, tunapiga eh, kila aliopita mwenye mambo ya ujenzi anaona hatua ambayo tupo hapo, maanake tunatandika ili tusogee mbele kidogo, e. Kwa hiyo ni hatua kubwa. Shukrani zangu za dhati kwa niaba, shukrani za dhati kwa wote ambao mashallah tabarakallah tulijituma tukajitoa, wa nje na wa ndani. Kuna dada zetu, kuna vijana wetu wako nje, maskini wanaangaika, wako kwenye vibarua wa vyao. Eh, tumewekeza kitu kizuri sana hapa. Hii ndiyo sadaka ile unasikia ya kudumu, ndiyo hii. Insha Allah kazi bado inaendelea. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, kila aliyejitolea. Mwenyezi Mungu anyoshe, anyoshe mambo yake insha Allah. Kwa sasa vipo vifaa tunahitaji sana sana sana nondo, kwa lugha nyingine fera beto za, za, za, za duze. Eh, ndio zinahitajika ili kutandika juu hapo fera beto za duze. Mwenye kutaka kwa kirefu zaidi ninga api shekhe na hivyo fika ofisini insha Allah watakupa idadi. Tujitolee moja 1880, ni elfu themanini franka za Burundi ili tupate vifaa vya kutandika biidhnillah. Tumependa kuchukua fursa moja kwanza kwa ajili ya kuwashukuru ndugu zetu ambao wote waliweza kuchangia kwenye shughuli hii ambayo inaonekana hapa kwenye jengo ya ofisi za Kiislamu nchini Burundi, mpaka kufika sehemu hii ambayo mnaiona. Na sasa alhamdulillah tumefikia sehemu ambayo kuna tandikwa mbao hapa, maandalizi ya kuweka dale. E, kazi ambayo imeshafanyika bila shaka inaonekana ni kubwa, kwa wote ambao wanazoea nini kujenga, wanaona ni kazi gani ambayo imeshafanyika hapa. Kumbe kile cha kwako ambacho ulikitoa kwa ajili ya Allah Jua kama tayari umeshawekeza leo ni faida kwako na kesho mbele ya mwenyezi Mungu kinaendelea kuwa ni faida kwako. Hii inaitwa ni sadakatun jaria kama gisi tunavyozoea hivyo. Ndugu zangu, kitu ambacho tungependa kuwahimiza watu ni kuwa sadaka hii ambayo mnayoitoa kwa ajili ya mwenyezi Mungu wale ambao tuko hapa na wale ambao tuko nje, ndiye sadaka ambayo inasababisha haya mambo kufikia hapa. Na kwa wale ambao wanajitolea sadaka zao kwa ajili ya ile elfu moja moja ya familia kwa mwezi, kwa ajili ya kichwa kimoja ndani ya familia kwa mwezi, tunakuombeni tukikuhimizeni, zidisheni tena juhudi na bidii kuendelea kutoa sadaka hizo hizo, ambazo zinazokusanyika ndizo ambazo zinazofanya shughuli mpaka kufikia hapa pazuri, kama gisi mnavyoona. Kwa hiyo msikati kinguvu cha kwenu ambacho mnakitoa, kazi ni nzuri sana, na malipo ni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikosi kuitoa sadaka yako ukasema nimeshatoa. Hapana, kumbe wewe unatakiwa kuendelea kutoa, kwa sababu kila unavyotoa na ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu anafungua milango yako ya riziki. Tunakutakieni kila la kheri, Allah akubarikieni akufungulieni milango ya riziki. Ndugu zangu, wazee wangu, waheshimiwa wangu, kwa kweli hii ndiyo busara. Ukisikia busara eh, ndiyo kuwekeza kwa vitu kama hivi. Nguo itakuisha, chakula utanjaa tena kesho, ukijenga sijui vya familia au nini vya kwako, akhera kwa Allah subhanahu wa taala Nondo ile imewekwa umu miaka na miaka, we haupo tena, sisi hatupo, lakini bado watu wananufaika. Hii ndiyo busara, insha Allah. Kwa hiyo nondo zile fera beto hizo za duze, insha Allah, Mwenyezi Mungu akuwezesheni. Unaona eh, baada ya hapo tunakwenda ndio mbao miti hiyo, lakini cha msingi tukusanye kwanza nondo za kutosha. Franka yako elfu themanini eh, una ziada mashallah, tabarakallah, toa hiyo Mwenyezi Mungu akufungulieni, Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Wallahi, hatungefika kwenye juhudi za mamia ya mamilioni kama sio Mwenyezi Mungu taufiki yake, inshallah, kisha kupitia e, waumini wenye kujielewa inshallah. Kwa hiyo kazi bado inaendelea tufaulu kukamilisha zoezi hili biidhnillahi subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu kwa kweli akubarikini, Mwenyezi Mungu akulipeni, akulipeni kila kila la kheri. Michango yetu ile ya mwezi elfu moja kwa kichwa ndani ya familia kwa mwezi inaendelea pia. E, pita pitapita mitaani inaendelea pia. Kwa hiyo insha allah, kwa maelezo zaidi fika ofisini tuone, tutakufahamisha nondo ngapi shekhe. Mafundi wapo, timu la mafundi watakufahamisha nondo idadi kadhaa, nani ni hivi kadhaa. Insha allah tuende, tukiwaomba wale wazalendo, kila jumamosi yetu inshaallah tuwe tupo hapa. Naamini insha allah mwenyezi mungu atatubeba. Wako watu ambao tukisema Eh, wanakuwa wamesikia na wanaona hichi, eh, ni kitu chao wamekishiba, ni cha kwao hicho. Yako makundi ya wakinamama mbalimbali, mashallah tabarakallah, wametubeba kwa uwezo mkubwa sana. Wako watu wana, wanaelewa na wanaona kazi inayofanyika. Allah subhanahu wa taala Aturahisishie insha Allah, aturahisishie. Naamini eh, mshikamano huu ambao upo, tutatembea na tutafika. hapa jaja mfadhili kutoka nje, labda kuna mapesa yamevuka bahari kuu, yanakuja kutoka arabuni kutoka wapana, tutoke ndani yayo mawazo kwanza, tutumike wa kule malu tumikeni nyie Allah ataona, e, juhudi zenu zitaonekana, waumini wataona, kisha Mwenyezi Mungu pale ataleta msaada wake. Tumwachie Allah subhana wa taala, lakini kwa sasa tuonyeshe kwamba wenyewe tunaweza. Allah kubarikini sana. Allah amfungulie kila yule ambaye anajitolea sawa na matatizo na shida ambazo anazo iwe ni sababu sadaka yake hii. Mwenyezi Mungu aweke faraja insha Allah katika yale ambaye anamsumbua tungependa kutoa pongezi kwa mara nyingine kwa wale wote ambao wanazitoa sadaka zao kwa ajili ya kuboresha jengo hili ambalo ni ofisi za Kiislamu nchini Burundi, ofisi za jamii ya Kiislamu nchini Burundi. Kazi hii ambayo mnayoiona mpaka sehemu ambapo imefikia, pamesha kwenda au pamesha tumika mapesa mengi mengi mengi, lakini kila mnachokitoa kumbukeni, ya kuwa mmewekeza kwa Allah subhanahu wa taala. Maisha ya dunia ni mafupi, tunaishi kwa muda mfupi, lakini maisha marefu yako mbele yake Allah subhanahu wa taala. Ukiyatayarisha vizuri hapa duniani, mbele ya Mwenyezi Mungu utakwenda kukutana nayo. Hivyo ndugu zangu, tunapenda kuzidisha kutoa pongezi kwa wale wote ambao wamesababisha jengo hili kufika sehemu nzuri kama hii lakini pia tunazidi kuwahimiza watu mzidi kujitolea sadaka yenu kwa ajili ya jengo hili, ni jengo la Allah, la shughuli za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunakuombeni ndugu Waislamu wa nje ndani ya wa nje ya Burundi na wa ndani ya Burundi, na hasa kina dada ambao mnapatikana ndani ya nchi ya Burundi, Burundi, kina dada ambao mnapatikana nje ya nchi ya Burundi vile vile kaka zetu na baba zetu mnapatikana ndani ya nchi pia na nje ya nchi. Juhudi zenu ambazo mnazozifanya ni kubwa, siku zinakwisha. Tulipokea sadaka ambayo ilitokwa kwa ndugu yetu ambayo liina nondo au fera beto za duzi ambazo tunazihitaji kwa, kwa sasa kwa nguvu kabisa, kwa kiasi kikubwa sana tunazihitaji fera beto za duzi. Tulipokea fera beto mia na ishirini za duze, lakini pia tukapokea fera beto mia mbili na hamsini za sisi ambazo vile vile zinahitajika, lakini sasa, kwa sasa kunahitajika fera beto za duze kwa sana, pia na mbao ambazo zinazo andaa shughuli hii ambayo mnaiona. Tunapenda kuhimizeni, ndugu zetu, sadaka hii ambayo mnayoitoa kesho malipo mtayakuta kwake Allah subhanahu wa taala. Nikimaliza nitapenda kusema, sawa na mafunzo ya dini, anatuambia ya alkayisu mankana yaumuhu khaira min amsihi, mtu mwenye akili na mwenye busara ni yule ambaye siku yake ya leo itakuwa bora kulikoni siku yake ya jana. Uliyapitisha mengi katika maisha yako, lakini sasa jitahidi, uone kama unatumika na mula wako sawa na kile ambacho kitakusaidia kesho mbele yake Allah subhanahu wa taala. Hii ndugu zangu Unaweza ukashtuka ikawa ndiye sababu ya Mwenyezi Mungu kukuingiza ndani ya pepo yake. Nitapenda nikiishia hapo, nikikutakieni kila la kheri na baraka. Allah akufungulieni milango ya riziki, Allah akubarikieni, akukingeni na kila mazito. Lakini pia wale wote ambao walizitoa sadaka zao kwa ajili ya wa marehemu wao, Mwenyezi Mungu nakuomba uzidi kuwapokelea na uwafikishie sadaka hizo marehemu wetu, na wengine tuzidi kutoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa Ta'ala. Nikimaliza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.